Karibu katika uandishi wa insha ya mjadala au mdahalo. Maana ya insha ya mjadala. Neno mjadala linatokana na neno jadili. Kwa hivyo ni hali ya kujadili hoja au mada husika. Muundo wa insha ya mjadala au mdahalo. Insha hii huwa na moja, anwani, utangulizi, mwili ambao unasheheni hoja za kuunga mkono na hoja za kupinga, na kisha hitimisho. Tuangazie anwani au kichwa. Anwani inafaa iandikwe kwa herufi kubwa kisha anwani au kichwa kipigi, kipigiwe kistari. Kwa mfano kutokana na masuala ibuka ama upcoming issues, yaani mambo ambayo tu, yanatupa changamoto katika maisha ya sasa. Kwa mfano nchini Kenya kuna ujenzi wa nyumba za bei nafuu. kwa hivyo Um, mjadala utakuwa kuhusu nyumba za bei nafuu ni za kunufaisha maskini. Unaweza ukaunga ama ukapinga. Lakini katika uandishi wa insha ya mjadala mwanafunzi anafaa tue hoja zote za pande mbili, hoja za kuunga na pia hoja za kupinga. Tuangazie utangulizi. Katika utangulizi mwanafunzi anafaa aeleze mada husika, aeleze kulingana na venye anaelewa, alafu aandike kwa namna ambayo haegemei pande moja, yaani ya kupinga au kuunga. Kwa mfano, kutokana na mada yetu ya nyumba za bei nafuu ni za kunufaisha maskini, Niliandika utangulizi huu. Nyumba za bei nafuu ni mradi wa serikali ya Kenya ili kunufaisha wananchi, uh, wanaoishi makazi duni kama Kibera ili kupata nyumba zenye hali nzuri kama zenye maji safi, choo na usalama. Hapa katika utangulizi sijaunga wala sijapinga uh, ile mada. Zingatia hayo. Jina langu ni Mwalimu Linda.